Katibu. Hati za kuwasilisha mezani. Hati za kuwasilisha mezani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa taarifa kuwa serikali imekamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya mwaka 2050. Kufuatia hatua hii, ninaomba kuweka mezani dira ya taifa ya maendeleo 2050. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Takriban miaka miwili tangu mwaka 2023 tarehe 9 Disemba, pale ambapo mheshimiwa rais alianzisha zoezi la kukusanya maoni kuhusu maudhui ya dira ya mwaka 2050, hatimaye tarehe 22 Juni mwaka huu e, baraza la mawaziri liliidhinisha rasmi dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 na leo nimeweza kuwasilisha bungeni rasmi. Kwa hivyo sasa nchi yetu inayo dira rasmi ya taifa ya maendeleo mwaka 2050, dira ambayo itaongoza mipango ya maendeleo ya Tanzania kwa miaka 25 ijayo. Kitakachofuata baada ya hapa ni dira itazindua rasmi na mheshimiwa rais kwa tarehe ambayo tutawajilisha waandishi wa habari baadaye, lakini msingi ni kwamba dira hii inatarajiwa kuanza kutekelezwa rasmi tarehe moja Julai mwaka 2026. Kwa hivyo tuna mwaka mmoja wa kufanya maandalizi ya utekelezaji wake, na tume ya mipango watafanya utaratibu wa kuendeni kuwapa taarifa hatua kwa hatua. Tunashukuru sana Mungu kwa kweli jinsi ambavyo ametuwezesha, lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa heshima kubwa na imani ambayo alitupa kusemea zoezi hili zito, zoezi ambalo nakwenda kuongoza nchi kwa miaka 25. Kwa hivyo ni heshima kubwa, lakini tumshukuru Mheshimiwa Rais pia. Kwa nafasi na heshima ambayo ameipata yeye kuwa rais wa pili kusimamia dira ya maendeleo ya taifa baada ya Rais Mkapa. Kwa hivyo tunamshukuru, tunampongeza na tunamshukuru zaidi kwa kutupa imani hii kutuamini kuweza kusimamia zoezi hili kubwa na muhimu kwa nchi yetu.